Wana msenge <laughs> um, Omari vipi kuhusu Simba leo <laughs> kwa tu posti, vipi kuhusu Simba leo sisi tuko mimi ni mwandishi wa habari naitwa Asudi Mapeni. Niko hapa kwa ajili ya kuelekea mechi ya, ya Simba ya kimataifa. Niko Zanzibar hapa kisiwani kidogo nitaje <laughs> nikaangalia hii mechi <laughs> ila kuna mshikaji hapa, mshabiki wa Yanga, kinda, kinda, wa Yanga kindakindake anataka tuelekeze kuhusu hii mechi. Vipi hii mechi? Kwa majina unaitwa nani bro? Unaitwa nani bro kwa majina? Ngona noma ngona noma kwa majina unaitwa nani bro? Huyu jamaa anaitwa Crazy dz Crazy tv Crazy wa milazo ni anaitwa Abdu Omari Omari ambaye anaishi pale kisiwani Zanzibar, ila sasa tupo naye hapa, anaishi mta fulani wa Nyuki. Anasema taka tumuulizie swala moja kidogo kuhusu swala la Simba Dei, Simba Leo, Simba ya kimataifa, Simba ambaye na twendi, Simba ambayo inawakilisha nchi. Vipi bana, mimi sijui, kwa sababu bro, kimatokea bana kwa m uh, kwa kweli timu yangu mi Yanga naipenda sana Yanga, kwa hiyo siwezi nikasema chochote kuhusu Simba kwa sababu sijajua wamejipangaje kimchezo zaidi. Sasa vipi, katika matokeo ambayo mwenyewe umeona, tupe predication moja au tupe utabiri ambao unataka tokea hii mechi, vipi? Simba anatoka au atoke Simba? Anaweza akatoka, kwa sababu matokeo yao ni mazuri sana na anacheza vizuri, anacheza vizuri, tutarajie kikubwa zaidi eh kwao, tutarajie kidogo mafanikio kwa upande wao, kwa sababu wanajiweza, wako vizuri kwa kweli.